Hlo nimekuambia, bado hujanielewa, utanielewa, utanielewa mbeleni, utanielewa mbeleni. Wewe usitoke hapa, usitoke, uh, usitoke hapa, wewe endelea kuangalia mpaka mwisho. Kwa hiyo uh, usinini, usija ukafanya kosa kama hilo. Kosa la tatu, ambayo utakiwi kufanya, uh, kwamba ise unaolewa, uh, unaolewa ama uh, unaoa uh, binti ama kijana kwa sababu anaelimu. Ah uh, ndugu yangu usije ukafanya kosa kama hilo. Hilo ni kosa kubwa ambayo na wagharimu wengi, na wagharimu wengi, na watesa wengi, na watesa wengi, usije kaolewa ama ukaoa ah, uh, binti ama kijana kwa sababu eti ana elimu, kwa sababu eti ana elimu. Hilo ni kosa kubwa ambalo ambalo uh, utakuja kulia, utakuja ni utakuja kulia. Ninakuomba sana tafadhali, nakuomba sana usije ukafanya kosa kama hilo. Kwa mwingine naposema hivi anakuwa anajiuliza sana nifanyeje? Anifanyeje? Na kwa bado au sitoke hapa, angalia mpaka mwisho, takwambia chakufanya, takwambia chakufanya. Kwa hiyo ni usiowe, uh, usiowe, wala uh, usiolewe, uh, usiolewe na kijana ama na binti kwa sababu eti ana elimu kwa sababu eti ana elimu. Ndugu yangu asee, utakuja kulia, utakuja kulia tena kilio, uh, kilio ambacho hakuna atakaye kusikiliza, utalia mwenyewe, utalia mwenyewe. Kwa usifanye kosa kama hilo, usifanye kosa kama hilo kwa sababu ya elimu ukamuoa, uh, binti ama ukaolewa na kijana kwa sababu eti ana elimu kwa sababu eti ana elimu. Usije ukafanya kosa hilo, usije uh, ukafanya kufanya kosa hilo. Kosa la nne ambalo utakiwi uh, utakiwi ku, uh, kufanya kosa la nne ambalo utakiwi kufanya uh, kwamba uh, kuolewa na kijana uh, na kijana ama na mtu yoyote, uh, uh, kwa sababu uh, ni tajiri, kwa sababu uh, ni tajiri, sababu ni tajiri. Ndugu yangu, usifanye kosa kama hilo, usifanye kosa, uh, kosa kama hilo, usifanye kosa kama hilo tena. Kama binti, naweza nikawashauri kitu kwamba ese, tafuta mtu ambaye ah, uh, tafuta, tafuta mtu ambaye, lakini uh, bado sijafika sijafika hapo hapo kwa kushauri nini nini cha kufanya, lakini usifanye usifanye ah, kosa hilo la kuolewa na mtu yoyote kwa sababu ni tajiri, sababu ni tajiri, kwamba atanitimizia ah, mahitaji yangu, utalia kutaabika na hakuna mtu atakayesikiza uh, kilio chako kama mtu kilio chako, na utasumbua wachungaji, niombeni niombeni niombeni niombeni. Kwa sababu gani? Sababu uh, hukufanya maamuzi smart wakati bado uh, wakati bado uh, bado uh, haujaolewa wala bado haujaoa. Kwa hiyo wakati wa kuoa na wakati wa kuolewa ni wakati wa kutuliza akili sana akili sana, akisema sababu unaenda kuchukua nini, uh, hatima ya maisha yako unayachukua, hatima ya maisha yako ukikosea ukikosea ase umekosea ukikosea umekosea, ukikosea umekosea umekosea. Labda neema ya Mungu iingilie uh, kati. Neema ya Mungu iingilie kati. Mungu ni warema uh, Mungu uh, anasamehe anatengeneza uh, Mungu uh, anaimarisha. Labda neema za Mungu ziingie uh, kwenye maisha yako uh, Mungu aingilie kati, uh, kujua ni juu ya hilo swala lako. Hayo makosa manne hayo makosa manne haitakiwi haitakiwi, ha kabisa, ha kuyatenda makosa manne makosa manne. Sasa cha kufanya ufanye nini? Cha kufanya ufanye nini? Maana kuna siku kuna kuna wakati waga na kuna kuna mtumishi mmoja niwe kumsikiza anaweza kumsikiza, anasema kuhusu ni kuhusu habari za kuoa, kwamba kijana kwamba sema ama binti, kwamba umri unafika wa kuolewa ama wa kuoa, wewe unakwenda kumwambia Mungu kwamba Mungu, naomba mke mwema, kwamba Mungu, naomba sijui nini naomba mme kwa, kwa, kwa mama mmoja liye kumsikiliza mama wa mtumishi uh, mtumishi mkubwa hapo Tanzania, anawafundisha habari kama hizo anafundisha habari kama hizo. Nikasema huyu mama, uh, huyu mama se amechanganyikiwa ama anasoma neno ama asomi neno kwamba kwa, kwa madai kwamba Mungu amekupa akili kwamba mke wako wa yuko ndani yako yule ambaye unai una, una, nini yule ambaye uh, yule ambaye unatamaniji. Kwa mfano, kama kuna watu ambao ambao ambao ambao wamebeba uh, wamebeba hisia tofauti tofauti kwa mwingine uh, kwa mwingine, kuna wavulana ambao anawapenda kwamba sababu ni mvulana kama ni uh, kama ni mwe, mne, me, si, mweusi uh, mweusi uh, mrefu uh, kama vijana kwamba binti mwembamba ama mnene kwamba huyo uh, ndio huyo ambaye ni huyo ambaye unayomsikia ndani yako uh, uh kwamba huyo ndio huyo uh, ndio anayepasa kuwa mke wako. Hiyo ni elimu ambayo nimesikia kwa watu wengi, hiyo ni elimu ambayo nimesikia kwa watu wengi. Lakini nakwambia, mwana wa Mungu, usije kasikiza mafundisho kama hayo, usije kasikiza mafundisho uh, kama hayo. Hayo mafundisho uh, sio mafundisho ya Mungu, sio mafundisho ya Mungu hayo, sio mafundisho, sio mafundisho ya Mungu, kwamba mke wako yuko ndani yako, mke wako yuko ndani yako, kwamba yule ya ambaye anatamani au anayotamani kama ni wenye makalio makubwa basi huyo huyo ndio, tafuta uoe. Tafuta uoe, uh, mwenye makao makubwa. Kama ni mwembamba, tafuta huyo mwembamba uoe, mbamba, uh, uoe. Mungu ametupa akili atuzitumia akili lakini a, Mungu hajatupa akili kwamba tuzitegemee a. Mungu ametupa akili tuzitumie akili, lakini Mungu hakutupa akili kwamba tuzitegemee. Nini tuzitegemee akili? A, akili zetu ni za kuzitumia, lakini sio za kuzitegemea, kwa sababu kitegemea akili muda wote tu akili itakuangusha, akili itakuangusha, akili yako itakuangusha. Kwa hiyo mafundisho kama hayo a, mafundisho kama hayo si ya kusikiliza, sio ya kusikiliza, ni ya kupuuzia kabisa, ni ya kupuuzia kabisa Aa. Uh, sasa uh, ambacho natakiwa kufanya ambacho natakiwa kufanya kwenye neno la Mungu kwenye neno la Mungu kwenye kitabu kile a, uh, kitabu kile uh, cha Mithali a, uh, Mithali 19 14 Mithali 19 14 kwa muda wako anaenda nenda akiangalie usome uangalie, a, uh, Mithali a, uh, Mithali uh, 19 14 neno la Mungu limesema neno la Mungu linasema kwamba uh, uh, kama ni fedha ama dhahabu ama ulisi a, uh, mtoto anaweza akapokea kwa wazazi wake ama kwa mzazi wake lakini mke mwenye busara ama mke mwema mke mwenye busara ama mke mwema mke anampata kutoka kwa Bwana. Yaani hiyo a, imebeba nimebeba kila kitu hiyo imebeba kila kitu, kwamba mke wako a, hakuna mbaya anayemjua. Wewe mwenyewe umjui mke wako, baba yako amjui mke wako, mchungaji wako ajui mke wako, warafiki yako ajui mke wako. Anayejua mke wako a, ni Mungu wako peke yake ndio anayejua mke wako na ndio anayejua mume wako. Kwa hiyo usifanye kosa, a, kwa kosa kwa hisia zako, usifanye kosa kwa hisia zako kwamba Yesu anapenda wanawake wa namna hii anapenda napenda penda vijana namna hii a, ama mabinti wa namna hii usije kufanya kosa kama hilo. Kwa hiyo neno la Mungu limesema hivyo, neno la Mungu limesema hivyo kwamba a, ulisi unaweza ukapokea kwa wazazi, lakini mke mwenye busara ama mke mwema unampata kutoka kwa Bwana. Tahadhari sana, tahadhari sana. Huenda uh, uenda ulikuwa hujaambiwa, sasa unaambiwa, ili kwamba uchukue tahadhari, uchukue tahadhari, na usifanye haraka kwenye mambo hayo, usifanye haraka uh, kwenye mambo hayo, na Mungu atakubariki sana, Mungu atakubariki sana, na ukomba kuchukua muda wako, ningekupa ushuhuda na kuchukua muda wako mwingi, lakini ningekupa ushuhuda wa vijana ambao ambao, uh, tayari wamefanya kosa kama wewe, kama kosa ambalo uh, wewe uh, unataka kulifanya. Uh, ningekupa ningekupa ningekupa ningekupa ushuhuda ambao nawajua, ambao nawajua na, na, na wengine ambao nimewasikia ambao siwajui, ningekupa ushuhuda, lakini naogopa kuchukua nini, kuchukua muda wako mrefu, uh, ama muda wako mwingi muda wako mwingi. Masijui hata uh, MB ambazo nazitumia uh, unatumia wifi ama unatumia bando ambao uh, umeenda kununua sijui. Kwa hiyo uh, kwa hiyo kwa hiyo lazima lazima uwe makini sana, usitumie akili yako uh, usitumie akili yako uh, ana usitegemee akili yako. Tumia akili yako lakini usiitegemee akili yako. Mke mwema anayemjua ni Mungu peke yake. Wewe haumjui mjui, wala wazazi wako uh hawa hawamjui mke wako wala mume wako, ila Mungu peke yake ndiye anaye uh, anaye anayemjua. Na kwenye methali hiyo hiyo uh, 18 methali uh, 18:22 kwamba yeye ajipatie ajipatiaye mke uh, ajipatie nini? Ajipatia a, kitu chema, kwa sababu apata kibali uh, kutoka kutoka kwa Bwana. Ajipatie mke uh, apataye mke uh, apataye mke apata kitu chema, kwa sababu a, apata kibali kutoka kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ukipata mke umepata kitu chema. Kwa hiyo lazima uwe ni uwe sana, katika kipengele hicho uh, mwana wa Mungu uwe makini sana. Kwa leo nitaishia hapo. Kwa leo nitaishia hapo. Ah, nitaishia hapo lakini, a, kama bado haujasubscribe tafadhali utafadhali na kuomba usubscribe ili kwamba namba namba ziongezeke. Unaona namba ambazo ziko hapo bao ni ndogo, bado ni ndogo, bado ni ndogo. Kwayo, a, paku, a, kwa hiyo papu subscribe kwako, namba itaongezeka, namba itaongezeka na Mungu atakubariki. Mungu atakubariki. Wewe ukisubscribe kwa, kwa gharama yote ambayo unayo unayo unayo unayo ambayo unayo kwamba kuna hela utakatwa hapana unayo unayo unayo sahibu tu kisabusahibu uh, tu basi uh, basi uh, hapo unakuwa umemaliza. Kwa hiyo uh, leo nitaishia hapo na ninakusalimu kwa jina la Bwana. Shalom, shalom, shalom, shalom.